Moto mkafahamiani, ikumbukeni neema mnayo Mwenyezi Mungu, ngoja kuachieni ovyo. Neema gani hiyo? Naam. Idh kuntum adaan, kumbukeni pale mlipokuwa mnaishi nyinyi ni maadui, neno si neno kuuana na hakuna asiofahamu katika tarehe ya ulimwengu, pale Madina palikuwa na makabila mawili ya Waarabu wakiuana siku zote, Ausi na Khazraji, siku zote vita wao. Idh kuntum adaan, pale mlipokuwa maadui. Faallafa baina qulubikum, Mwenyezi Mungu akaunganisha kati ya nyoyo zenu, akatia mapenzi, mkawa kitu kimoja faasbahtum basi mkaja mkapambazukiwa bi neimati hii kwa neema yake Mwenyezi Mungu, ya huo Uislamu. Ikhwana, mkawa nyote sasa ni ndugu ndugu tena ndugu wenyewe. Kama mtu anapatikana ndugu wa imani inakuwa, e, udugu wenyewe una thamani kuliko udugu wa nasabu wa kuzaliana. Waqala taala, na pia Mwenyezi Mungu akasema tena vilevile, wadhkuruu, nakumbukeni tena vile vile, wadhkuru, antum qalilun pale mlipokuwa nyinyi ni wachache kidogo, kwa upande wa khususia kwa makoresho wa Arabu wale na waislamu katula ni wachache sana kidogo. Dini imeanza kwa mtu mmoja mmoja kwa siri kunong'onezana, ni wachache sana, na kwa sababu ni wachache, Mwenyezi Mungu anawaambia mustadhafuna fil ardhi, ni wenye kudhoofishwa katika ardhi, mnapata kila aina ya maonevu takhafuna mlikuwa mnaogopa, an yatakhatafakum lnasu watu kukunya. Kuweni hathubutu mtu kutoka nyumbani kwake hata masafa ya maili moja, ila anausia kabisa, maana kurejea ni bahati nasibu. Labda wale masharifu waliokuwa wakionekana wanafunguza Alkaaba, labda wale Makureshi wale, ndo kidogo ilikuwa salama kwao, liilafi quraishin ilafihim rihlata shitai wassaifi kwa ajili ya kuendelea kwao Makuraishi, ila fihim, kuendelea kwao rihlata shitai, katika safari za siku za baridi. Wasaifi, na siku za joto. Wao wakiheshimiwa kwa hakika, lakini mwarabu mwingine anachezea vitanzi njiani na mapanga, hafiki popote kwa hakika. Afuna mlikuwa mnaogopa an yatakhatafakum nnasu, kuja kuku nyakuweni kwa ghafla watu njiani, lakini fa awakum, Mwenyezi Mungu akakupeni makazi, Mwenyezi Mungu akakupeni salama wa ayyadakum, na akakupeni nguvu bina. Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. tunamwomba Mwenyezi Mungu aturuzuku kuufahamu Uislamu zaidi kuliko tulipofahamu na tukubali ndani ya nyoyo zetu.